Akadondoka, povu linamtoka. Nilipofika hospitali ya zahanati, akaondoka bila taarifa yoyote ya, ya kutuelekeza pale. Mpaka saa tano hajafika, nikasema tuache yule, tayari yule binti yule mke wangu tayari, povu linamtoka tayari kwa kufa. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa majina ya Zainabu Kazembe Boma, mkazi wa kata ya Malumba halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma amefariki dunia, ikielezwa kuwa ni uzembe wa daktari wa zahanati ya Malumba ambaye alifika kumhudumia mgonjwa huyo akiwa amelewa pombe. Kaniambia, babamkwe, mimi najisikia sioni. Tulipotoka kutoka shambani kuja tukamkuta nyumbani, wakapikiwa chakula tukala wote. Dakika tano baada ya kumaliza chakula yule akadondoka. Alipodondoka nilijaribu kutoa huduma ya kwanza kumsaidia kumtia maji ya baridi, lakini nilipoona haifai kwa sababu nina usafiri, nilimchukua nilimpeleka zahanati akapate huduma zaidi. Nilipofika hospitali ya zahanati, kuna masharti ya hii zahanati, mganga mkuu hawezi kuchukuliwa bila kumchukua mwenyekiti wa kitongoji cha Mwimbili ilikuwa wastani wa saa mbili na nusu, tumekaa pale ndani ya lisari moja, yule bwana hajatokea. Yule mganga mkuu amefikwa kwa muda huo, akiwa amelewa. Sasa baada ya kufika pale, akaenda huku sijui wapi, akachukua hivyo vidunani maji, akaweka pale, si akamtia maji, akaondoka bila taarifa yoyote ya kutuelekeza pale kwamba kikoonekana kifanya hivyo mnamo saa nne na nusu kwenda au na dakika thelathini na tano thelathini na tatu hivi, yule yale maji aliyotundika yakasimama, nikamtuma watoto wangu waende wakamchukua aliko alikolala, akasema ntakuja, akasema nakuja. Ikafika mpaka saa saa ngapi, nikamtuma mara ya pili mpaka saa tano hajafika nikasema tuwache, tumuwache tuone pale atakapoamua kuja mwenyewe. Akaja saa kumi na moja ya asubuhi. Alipofika saa kumi na moja asubuhi, yule tayari, yule binti yule mkwe wangu tayari povu linamtoka tayari, tayari kwa kufa, na kweli alikufa. Tukamwita yule mganga, tukamuoji kwa nini umefanya hivi? Baada ya hapo nikapeka ile taarifa kwa DMO. Yeye alisema kwa kweli, yeah, nikamuuliza, ulikuwa na tatizo yeah, gani? Akasema nilikuwa nimezidiwa nime lakini baadaye nimefika nyumbani nikapitiwa na usingizi, ndio nimefika saa kumi na moja baada ya hapo mimi nikatumia taarifa kwa DMO. DMO hilo swala analishughulikia. Na wewe mtaalamu ukishafikia hatua ile unajenga chuki na wananchi wananchi. Wananchi hawezi kukupenda Eh, hawezi kukuunga mkono, hawezi kukusaidia, wanakuona wewe ni sehemu ya adui, sehemu ya mauaji ya ndugu zao kitu ambacho huwa kikubaliki. Kwa hiyo ndugu yangu Manjoro, na ndugu wanachama wenzangu wa CCM, hili nimelichukua kwa uzito wa pekee sana, talifikisha kwenye mamlaka zinazohusika ili walifanyia uchunguzi wa haraka sana. Viongozi wa kata, shukini kwa wananchi, mfanye mikutano haya yanayoibuka hapa wangeweza kuwaeleza nyinyi kabla hawajamweleza mwenyekiti wa mkoa, si ndio? Jamani, mwenyekiti wa kata huko, hapa kamati ya siasa, wasimamieni madiwani, wapite kijiji hadi kijiji kusikiliza kero za wananchi. Haya mambo angekuwa anasikilizwa diwani asingekuwa anajiuma hapa kusikia lile swala, daktari angekuwa ameshalisikia natiana tabu Chama cha Mapinduzi baadhi ya watu kutotimiza majukumu yao.